Hakuna ufisadi wa jana wa juzi ama wa siku gani? Uwizi wa mashamba ukifanyika, uwizi mkubwa ulifanyika kwa serikali ya nusu mkate, na mnajua ni kina nani walikuwa mawaziri wa huyo wakati. Halake fuatilia ufisadi wa taxpayers money zote, hata kwa ile serikali kabla ya Mheshimiwa Uhuru. Nyinyi ndio waizi wakubwa kubwa, tamuna adabu dabu, wezi nyinyi. Utatusi na mimi na kutusi hapo kwa hapo, mimi sijali. Hata nisiposimama na Nairobi, I don't care. Nimechaguliwa kuwafanyia wananchi kazi. Uchungu wangu serikali ishimiwe, rais aeshimiwe, deputy president aeshimiwe Kenya iende mbele. Ni matamshi hayo ya seneta wa Nairobi Mike Sonko ambayo yalipelekea wakazi wa Mombasa, hususan kina mama kuandamana katika eneo la Likoni na Mvita, huku wakimkashifu vikali Sonko na kusema amemkosea heshima kwa kumtukana gavana wao na kumpa makataa ya siku saba kumwomba msamaha Joho wakiongozwa na mwakilishi wa wanawake wa Mombasa Mishi Mboko, wakazi hao wamemwambia Sonko kama anataka kuwania kiti chochote cha kisiasa eneo la Pwani awache matusi na badala yake ajiingize debeni. Aidha wamemtaka Sonko atangaze hadharani kwa nini anajihusisha sana na masuala ya shamba la Waitiki kwa sababu kiongozi lazima aweze onyesha mwelekeo na heshima. Heshima ni kitu bure, heshima si kitu cha kununua. Lakini angalia gavana Ali Hassan Joho ni muungwana, na alimwonyesha Sonko kuwa ni muungana, na asifikiri kama hapa hatujui matusi. Wacha aeke jukwaa la matusi, Sonko aone yale matusi ataporomoshwa kutoka Mombasa County, kama anataka mashindano ya matusi lakini kwa sasa hatuko katika mashindano ya matusi. Tunamwambia rais, wewe ni kiongozi, wewe ni kama ni baba, na ukubwa ni jaa, unabeba kila kitu. Lakini twakwambia yachuje ngano na magugu katika timu yako ya Jubilii. Gavana wetu ni burukenge, anatuita sisi sijui ni kina nani. Tunamwambia yeye yeah, aende zake Nairobi, hatumtaki ha. Huku haya yakijiri, wakazi wengine wa Mombasa wamejitokeza na kumtetea seneta Sonko wakisema ana haki ya kuzungumza kama raia wa Kenya. Nyinyi ni kama omo, omo ajiosha kwa promotion, mara bluu omo, mara omo with power form, mara ndivyo mlivyo kod. Msisahau kuwa tulikuwa hapo ndani na tunawajua kwa sura na tukutana uwanjani. Wa siasa sio saa zote kumpaka matope rais wetu, saa zote kumfanya wineteno QTV na meseji moja tu kwa muungano wa COD.